Ahmed Ahmediari kama msemaji wa klabu ya Simba ameweza kutoa maoni yake kutokana na tunajua kabisa kwa sasa hivi kumekuwa kuna kipindi cha watu wengi kuweza kugombea e, nia kuweza kuchukua katika fomu ya kugombea uraisi wa e, TFF, moja kati ya vyombo ambavyo pia vinaweza kusimamia e, swala so zima la mpira kutokea hapa hapa hapa e, Tanzania. Sasa akawa amepost kwenye ukurasa wake wa Instagram ambapo aliweza kupost picha yake pamoja na e, rais Wallace Karia. Nimeona taarifa kutoka kwa Jemedari Said kuhusu Nyuma Mwiko kumwekea pingamizi mgombea wa urais wa TFF Wallace Karia. Sina mashaka na taarifa zake lakini kamati ya uchaguzi ya TFF itatoa taarifa ya uchaguzi na tutathibitisha zaidi. Kwamba kwamba hapa Nyuma Mwiko, kwa wale ambao pia hawajui, amewaaminisha Yanga kwamba Yanga kuna namna ambapo anaweka pingamizi kubwa zaidi za mgombea urais wa TFF nikimaanisha, kimaanisha Wallace Karia ambaye kwa sasa hivi inasemekana e, kabisa kuweza kumaliza madaraka yake. Kitendo cha Nyuma Mwiko e, kumwekea Wallace Karia pingamizi ni mpango endelevu wa kutaka kuweka madarakani viongozi wa wataka wao kwa maslahi yao. Tayari wameshafanikiwa kwa kua aliye kuwa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi. Nafahamu vita iliyopo kwa katibu mkuu wa TFF na sasa wanataka kumtoa Karia. Wallace Karia ni mwanachama wa Coastal Union, lakini katika utawala wake amekuwa akisimamia uadilifu, na alishawahi kusema wazi kwenye utawala wake klabu ya Yanga imenufaika zaidi kuliko klabu yoyote. Pamoja na hayo yote, Nyuma Mwiko wanataka kumtoa madarakani ili wawe total dominance wa full control ya mpira wa Tanzania hasa kwenye maamuzi. Nimeona niliseme hili ili ndugu zangu wanasimba tuone vita tuliyonayo mbele. Wakati sisi tunapambana kuto, eh, kutoana macho wenyewe kwa wenyewe, wenzetu wapo hatua kumi mbele, wanapanga safu ya utawala wa mpira wa nchi na ndiyo maana nguvu kubwa inatumika kuweza kutuaminisha tumefeli ili tuendelee kugombana na kuchukiana wakati wao wanaendelea kujipanga kiutawala na kutengeneza timu yao. Ndugu zangu wana Simba, maboresho yanayopaswa kushinikizwa ndani ya, ya klabu yetu kwa sasa ni maboresho ya kiufundi. Tusiwasisitize viongozi wetu wasajili wachezaji wenye ubora mkubwa zaidi tuweze kuchukua mataji Ikumbuka kwamba Ahmed ali toka ajiunge na klabu ya Simba bwana, hajawahi kuchukua kombe lolote, yani hajawahi kushuhudia timu yake ikichukua kombe lolote eh, la msimu katika eh, ligi kuu kutokea hapa Tanzania. Sasa kumeonekana kwamba eti Yanga wanaweza kuweka mapingamizi tofauti tofauti, yakiweza kumpinga eh, Wallace Karia, rais wa TFF, aweze kushindwa kwa sababu eh, msimu wake umeweza kumalizika. Lakini pia huenda kama alikuwa anataka na nia ya kugombea tena, basi Yanga wamekuwa ni watu ambao pia wakiwa wakitia pingamizi kwamba asiweze kupita ikumbuka kumbuka kwamba moja kati ya watu pia ambao pia waliweza kutolewa ni mkuu wa Bodi ya Ligi ambaye pia aliweza kutolewa kama kina Kasongo kina Mguto kuweza kujiuzuru. Yote haya yaweza kusababishwa na Yanga kutokana na masakata tofauti tofauti ambayo yalikuwa yakiendelea kutokea e, e, swala zima la TFF au katika soka la hapa hapa Tanzania. So inasemekana kwamba kwa sasa hivi pia Yanga wapo katika mchakato mzima wa kuweza wakuweza kuzuia na bwana Wallace Karia asiweze kushika katika kiti cha uraisi wa TFF, na ndio maana wanasema kwamba wao wanataka madaraka ili waweze kuendelea kujenga e, timu yao au kikosi chao. Yapi maoni yako kuhusiana na swala hili? Je, ni kweli ama ni uongo? Drop comment yako hapo. Kinoma kinoma noma chao.